Masihi Dajjal ni nani huyu Masihi Dajjal? Na nani atamuua Masihi Dajjal? Na eneo gani atauawa Masihi Dajjal? Masihi Dajjal atatembea wapi hadi wapi? Na eneo gani hadi eneo gani hataweza kufika Masihi Dajjal? Kabla ya kuanza video yetu mpenzi mtazamaji usisahau kumsalia Mtume Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, pia kuleta istighfari, kujiombea dua na kuwaombea Waislamu wengine. Pia Allah subhanahu wataala awasamehe maiti wetu wote na sisi pia, Allah atupe mwisho mwema. Mpenzi mtazamaji, usisahau kusubscribe, kucomment, kuraiki na kushare ili uwe wa kwanza kupata video zote zinazotoka kupitia hapa Khairo TV. Masihi Dajjal ni kiumbe miongoni mwa viumbe ambavyo vitaibuka karibu kidogo na nyakati za mwisho kuelekea siku ya kiyama. Kiumbe huyu kwa mujibu wa hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaelezwa kuwa mwenye maajabu sana, muongo na mlaghai. Kiumbe huyu ambaye atafanya fitna kubwa katika dunia, hata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema miongoni mwa fitna kubwa ni fitna za Masihi Dajjal, kwani miongoni mwa fitna zake kubwa atajitangaza na kujiita yeye ni Mungu. Huyu ndiyo masihi Dajjal. Masihi Dajjal, miongoni mwa alama zake atakuwa na jicho moja. Pia kwenye paji lake la uso masihi Dajjal kumeandikwa kafir, na neno hili ambalo litakuwa limeandikwa katika paji lake la uso masihi Dajjal litawezekana kusomwa kwa kila muumini iwe msomi au asiwe msomi, ataweza kusoma nayo, na hiyo pia ni miongoni mwa alama za masihi Dajjal. Na miongoni mwa mambo ya maajabu ambayo atayafanya, na ni makubwa na ni mazito atayafanya kiumbe huyu masihi Dajjal, atakuwa na uwezo wa kuleta mvua katika ardhi kame na pia na uwezo wa kufufua watu ili kusudi watu waweze kumwamini, na maajabu mengine mazito mazito, ili aweze kutimiza kuwapotosha watu na kujihakikishia mbele ya watu kwamba yeye ni Mungu. Na hapa watakaosalimika ni wale waumini, kikubwa kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala asitukutanishe na kiumbe huyu hatari ambaye fitna zake kwa wakati huo ambao atakuja ni mara chache sana kuziepuka fitna zake. Je, ni upande gani atatokea kiumbe huyu hatari Masih Dajjal? Kwa mujibu wa maelezo, kiumbe huyu atatokea mashariki mwa dunia katika eneo la Khorasan yaani Irani, Pakistan au Afghanistan. Baada ya hapo, kiumbe huyu ataanza kutembea duniani sehemu zote tofauti tofauti akiendelea na uovu wake na maajabu yake ya fitna na uongo na ulaghai kuhakikishia kwamba yeye ni muna. Lakini si hakika yake ataingia miji yote nchi zote isipokuwa Makka na Madina, pale Allah subhanahu wa taala atapalinda mwenyewe. Kwa hiyo hatoweza kuingia Masihi Dajjal katika eneo la Makka na Madina, kwani miji hii miwili mitukufu italindwa na malaika. Kwa hiyo, hatuweza kuingia Masihi Dajjal. Masihi Dajjal hatoacha mji au kijiji, na atakuwa na jopo kubwa na jeshi kubwa ambalo litamfuata kwa uongo wake na miujiza yake ya maajabu na uongo kwa kujinadi yeye ni Mungu. Atatembea sehemu ambazo zimepatwa na ukame na njaa kali na majanga humo, ndio ataboresha zaidi fitina zake. Kwa wale ambao hawana imani, wataosalimika ni wale waumini. Mpenzi mtazamaji, ni nani atamuua kiumbe huyu hatari ambaye ana maajabu makubwa na ya kutisha ambayo akili ya kawaida itashindwa hata kushangaa? Atakayemuua Masihi Dajjal, yaani masihi wa uongo ni nabii wetu Isa bni Maryam alaihi salam. Kwani nabii wa Allah, Nabii Isa bni Maryam atakaporudi duniani atamtafuta kiumbe huyu na atapambana naye mpaka atammaliza. Je, ni wapi atamalizwa, atauawa huyu kiumbe wa hatari, masihi dajjal? Kiumbe huyu wa hatari masihi dajjal atauawa katika eneo la falastine au palestine, katika eneo ambalo linaitwa babu lod, eneo hili ambalo liko nchini Palestina ni eneo maarufu sana la kihistoria ya kidini. ndipo ambapo maelezo yanaelekeza kwamba kiumbe huyu wa hatali atauawa hapo na nabii Isa, alaihi salam, kwani Masihi Dajjal ni fitna kubwa sana na tumwombe Allah subhanahu wa taala atuepushe na fitna zake, kwani akitokea leo hii ni mtihani sana kuziepuka fitna zake. Ikiwa fitna ndogo tu za mazingaombwe tunaziamini, je, zitakuwa fitna kama hizo za kufufua watu kutoka kwa kiumbe huyu mwenye jicho moja, Masihi Dajjal? Pia ujio wa Masihi Dajjal ni ujio unaoashiria zama za mwisho, kwani pia miongoni mwa dalili ambazo zimetajwa dalili za Kiyama kama vile kuja Masihi Dajjal, kutokea jua magharibi kwenda mashariki, kuzuka kwa moto mkubwa kutokea Yemen pia kutokea mdudu ardhini mnyama ardhini, ambaye atawazungumzisha watu kutokana na kuzisahau, kutofanyia kazi aya za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini pia kutokea juj wa majuj, watu hawa wa juj na majuja watatokea zama za mwisho, nazo ni dalili kubwa za kiyama na haya yote ambayo nimeyataja ya dalili kubwa za kiama, Allah subhanahu wataala, akinijalia uzima na afya, basi nitayaleta kwa upana na kwa uchambuzi kwa kadiri ya Allah subhanahu wataala ameniwezesha. Nitachambua juja wa majuj, kutokea huyo dabatul ardh, huyo mnyama au mdudu kutokea ardhini mkubwa ambaye ataongea na watu na atabainisha nani mumini, nani kafiri. Nitachambua kila dalili ambayo nimeiweka hapa kwa uwezo wa Allah subhanahu wataala. Mpenzi mtazamaji, kufikia hapa niseme Usisahau kumswalia mtume Muhamadin sallallahu alaihi wasallam, lakini pia usiache kuleta istighfari. Pia usiache kumwomba Allah subhanahu wataala atupe mwisho mema na atusamee sisi na ndugu zetu waliotangulia mbele za haki na waislamu wote na waumini wote. Mpenzi mtazamaji, ni kuombe pia usisahau ku subscribe ku comment ku like na kushare, ili uwe wa kwanza kupata video zote zinazotoka kupitia hapa.